Habari ya mchana ndugu waandishi wa habari, ndugu zangu wa Tanzania, assalamu alaikum, bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Dua ya Mzito, katibu mkuu wa baraza la vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa. Nipo hapa leo kutoa tamko kwa niaba ya kamati tendaji ya baraza la vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mavicha iliyoketi na kujadili msimamo wa chama ambao ulitolewa na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa John Wegesa Heche mnamo tarehe kumi na moja ya mwezi wa kumi na mbili mwaka huu. Kamati tendaji ya baraza la vijana wa Chadema Taifa inatoa tamko hili rasmi kwa umma wa Watanzania na vyombo vya habari, asasi za kiraia, jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama nchini. Katika kikao hicho, kamati tendaji ya baraza la vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema imeunga mkono maazimio yote kumi na moja ya kamati kuu ya chama yaliyotolewa tarehe 11 na makamu wetu mwenyekiti wa chama upande wa bara yanayohusu uchaguzi batili wa tarehe 29 Oktoba ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mauaji ya raia, ukiukwaji wa haki za binadamu na mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Maazimio haya ni msimamo thabiti wa kisiasa na kikatiba, yanayowasilisha ya matakwa ya vijana Tanzania, wa kitanzania waliodhulumiwa kwa muda mrefu Bavicha tunataka wazi, tunatamka wazi kuwa tamko hili utekelezaji, ni utekelezaji wa kamati kuu, maazimio ya kamati kuu rasmi, na kwamba Bavicha tutakuwa mstari wa mbele katika kupambania na kuhakikisha maazimio ya chama hayo, tunayalinda na tunayahifadhi kwa nguvu moja. Aidha, Bavicha tunatoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, wazazi wao, ndugu zao, na hata wengine Eh, kupoteza, marafiki wao kuuawa kwa risasi za, na, za vyombo vya dola wakati na baada ya tarehe 29 ya Oktoba ambayo kila Mtanzania na kila mmoja wetu anafahamu kilichotokea. Tunalaani vikali vitendo vya kinyama vilivyofanywa na serikali na vyombo vya dola vya kuwanyima miili ya wapendwa wao haki ya kuastiri kimila na kidini, kidini Kwani ndio utamaduni wa Watanzania na sisi CHADEMA na Baraza la Vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, tunasema kwamba hakuna damu ya binadamu asiye, eh, na hatia inayoweza kumwagika bure. Baraza la Vijana wa CHADEMA kupitia kamati tendaji, wanasema BAVICHA inatambua kuwa mauaji haya hayakufanyika kwa bahati mbaya. Hayakufanyika kwa bahati mbaya kabisa. Yalikusudiwa, yaliandaliwa kwa kuzingatia kauli na maagizo yaliyokuwa yakitoka.